Jaribu kutafakari, wakati wewe unazaliwa, kuna msingi gani wa kiibada ulijengwa kutokana na ibada zilizokuwepo kwenye ukoo wa kwenu? Kuna vitu gani ulizaliwa ukavikuta vinatembea na mila na desturi za kwenu? Kwa hiyo ninapofundisha, jaribu kuwa unafocus mahali ulikotokea. Mstari wa Kutoka unasema nawapatiliza Kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukia, lakini kwenye maombolezo anasema, Ee Bwana, kumbuka yaliyotupata, utazame uiona aibu yetu. Jaribu kufikiria juu ya mfumo wa maisha ulio nayo wewe na watu wa kwenu. Kuna mambo mangapi yanatokea na ukiangalia, ni aibu, lakini waga watu wanafika mahali wanajifariji wanasema, lakini kwetu tuko hivi.